Jinsi ambavyo unaweza kutimiza malengo yako ya safari. Kama tunavyojua, watu wengi tumekuwa na malengo ya kusafiri katika nchi mbalimbali kama Marekani, Kanada, Ulaya, lakini wengi wameishia kupanga na wengine wamejitahidi lakini wamekata tamaa. Sasa. Tuende moja kwa moja tuangalie namna gani wewe unaweza ukajiandaa uka kwa ajili ya kutimiza malengo yako ya kusafiri katika nchi ya ndoto yako. Mimi ni Jesse Vlog Swahili, usiache kusubscribe, kushare, kulike kwa ajili ya information zangu nyingi ambazo nitaenda kuziachilia zinazohusiana na mambo ya safari na visa. Jambo. Kwanza lazima uyafanye malengo yako ya kusafiri kwenda katika nchi ya, nchi ya ndoto yako yawe ni malengo ya muda mrefu. Kuna watu wengi wameishia kutapeliwa, wamepoteza hela kwa sababu wanaamka asubuhi, wanakurupuka, wanasema tunataka kusafiri, twende Canada, twende Marekani. Safari yoyote inahitaji maandalizi hususani kwa wale ambao wanataka kusafiri, hawana wenyeji, hawana uchumi mzuri, lazima ujiandae. Hivyo yafanye hayo malengo yako kuwa ni malengo ya muda mrefu. Kwa mfano, kwa sasa unataka kusafiri labda, fanya unataka una, una kufanya kwamba uende eh, miaka miwili ijayo au mitatu ijayo, ili ufike katika nchi ya ndoto yako. Sasa jambo jingine ambalo pia ni muhimu la kujiandaa ni lazima uwe na shughuli, na ndio maana nikasema ni lazima uyafanye kuwa malengo ya muda mrefu. Ili uweze kusafiri, lazima uwe na shughuli. Unataka kusafiri, hauna kitu cha kufanya? Anza sasa hivi, fungua biashara au utafuta kazi kama una vyeti vyako, au fungua kampuni ili iweze kukudhamini, kwa sababu watu wengi sana wanataka kusafiri, lakini jinsi gani ubalozi watakuamini wewe kwamba utaenda katika hiyo nchi na utarudi, kama wewe hauna kitu cha kufanya? Na pia kama una biashara itakusaidia wewe kwenye e, bank statement, kwa sababu utakapotoa benki statement alafu hauna kitu cha kufanya, hauna biashara iliyosajiliwa. Acha hizi biashara tunazozijua sisi, biashara hizi ambazo ni za mitaani. Ubalozi wao wanataka biashara ambayo inajulikana, imesajiliwa, ni halali, yaani unatoa pato katika nchi yako, unalipa kodi. Kwa hiyo ni lazima ufungue biashara uisajili, e, utafute vibali uwe na website na ndio hapo unaweza biashara yako ikakupa sifa wewe ya kusafiri ikakudhamini wewe ukasafiri. Jambo jingine ambalo pia unatakiwa ulifani, ni uwe na nizamu ya hela. Watu wengi wanataka kusafiri lakini hawana hela, kama tunavyojua kwamba ubalozi wao wanahitaji uwe na proof of funds kuonyesha kwamba wewe unaweza ukajisapoti mwenyewe unavyokuwa katika hiyo nchi, nchi yoyote ambayo unataka kwenda. Hata kama unataka kwenda visa free country, lazima uwe na hela. Kwa mfano, unataka uende e, Singapore. kuna watu ambao walienda Singapore na ukarudishwa airport, ni kwa sababu wajakuwa na hela. Kwa hiyo ile ni nchi ambayo unaenda kwa visa au uende kwa visa, lazima uwe na hela watu wengi wameshindwa kujenga bank statement ni kwa sababu wao hawajui kutuza fedha. Unataka kusafiri, lazima uwe mbaili, eh? Umefungua biashara na kuingizia hela, labda unapata laki tatu kwa mwezi, unakaa peke yako, lakini ukifika mwezi, ukifika mwezi ile hela imeisha. Unapotaka kusafiri, acha kununua vitu ambavyo sio vya lazima Lazima ujifunge, ujitese, ujiwekee hela, useme kabisa ni hii hela sitaki kuitumia ovyo. Sio unataka kusafiri, alafu kila kinachopita unachukua, hautaweza kutimiza malengo yako. Wengi leo wana benki statement nzuri, benki wana benki account, lakini hazina hela. Ni kwa sababu hawana nidhamu ya hela. Si wote ambao benki akaunti zao hazina hela au hawana benki akaunti, hawajashika hela. Hela wamezishika, lakini hizo hela wamezitapanya. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kusafiri katika nchi ya ndoto yako, lazima uwe na nidhamu ya fedha, uweze kujijengea benki statement nzuri. Jambo jingine ambayo kiwa kulifanya, lazima uwe na connection ya watu ambao wamesafiri, wana uzoefu na safari, ambao watakupa njia mbalimbali, watakupa mbinu mbalimbali. Kwa hapa naongea sana sana kwa wale ambao hawana wenyeji wengi, ambao sisi tunataka kusafiri. Kundi kubwa la watu ambao wanataka kwenda nje ni wengi, hawana wenyeji kwa hiyo lazima utafute connection e, ya watu ambao tayari wameshavuka mipaka, wanajua mbinu mbalimbali, wamefanya nini kuhusiana na dokumenti, kama kufuatilia videos mbalimbali mbali za YouTube kujifunza, na pia kuwa hata kama ukiwa na mtu yuko nje, ukawa namuuliza, utafiti unamfanyia utafiti jinsi gani yeye amesafiri jinsi gani anaweza kukusaidia, labda akakutumia mwaliko, si kwamba kila lazima mtu awe ndugu yako, anaweza akawa rafiki akamtumia mwaliko na Mungu akusaidia, ukapata visa. Kwa hiyo lazima tutafute connection za watu ambao tayari wako nje au tayari wana uzoefu juu ya safari. La mwisho ni lazima uwe na uthubutu. Kama unataka kusafiri, lazima uthubutu. Kuna watu wengi leo wanashindwa hata kuomba visa kwa sababu wanaojua kwamba watanyimwa. Ndiyo, ni vizuri kuwa na wasiwasi mahela wasi yako, lakini wewe utajuaje kama utapata visa au utakosa kama huja apply kayo? Ni lazima uwe na usubutu. Na jambo jingine kwamba ziko nchi ambazo e, unaweza ukaenda bila visa. Kuna nchi ambazo ni nzuri kama Singapore kama eh, Bahama kama kuna nchi nyingine ziko za Afrika ambazo ni nzuri, unaweza ukaenda na hii itakusaidia we kujijengea kwanza u, u, u, uzoefu wa safari na ukawa na na, na, na, na, eh, na ujasiri. Kuna watu wengi hapa hawezi hata kwenda Dubai, ye mwenyewe anaanza kufikiria kwamba nikifika pale nitapataje e, hoteli. Nikifika pale nitaanzaje. Kwa hiyo uthubutu tutakusaidia wewe kuwa na ujasiri na pia utaweza kujijengea bank statement. Tusiogope, ujaribu. Kuna wengine wanakwambia, mimi nataka kusafiri lakini, haja yani, haja hajawahi hata kuomba visa ya nchi moja au hajawahi kusafiri hata nchi ambayo ni ya visa free country. Kila akipata hela anayonea ubahili, anakula, anafanyia vitu vingine lakini lazima tuwe na uthubutu ili tuweze kusafiri.